Kwa mujibu wa mashuhuda waliokuwepo eneo la tukio, wakati Msafiri Mohamed anayejulikana kwa jina la utani la Bia Tamu, wakielezea chanzo cha kifo hicho, wamesema sisi tulikuwa mashuhuda, mimi na mama mmoja anaitwa mama anaitwa Beatrice Filipo au mama dogo, tulikuwa tunavua ukamba na chandarua pembeni ya huu mtu. Wakati tunavua ukamba, akaja kaka anaitwa Bia Tamu ambaye ni mtu tunamfahamu, ni rafiki yetu sana. Alivyokuja akasema mimi nataka nioge, Yesi Filipo akamwambia aje usioge hapa, kuna mamba, kuna watoto wa mamba. Mamba katoka hapa muda si mrefu, usioge. Akasema ah, mimi naoga. Yule mama akamwambia usioge, mimi nikamwambia hivi usituletee balaa. Akasema ah ah, mimi naoga, akaingia akawa anapiga mbizi yani anakaribia ana kabisa kuvuka mto, alifanya tu ah, basi akazama, hatukumwona tena. Sisi tukaacha neti tukaenda kule juu, tukaenda kwa mjumbe wetu tukamkosa, hayupo. Tukashuka huku chini, tukawa tunapiga piga mawe mtoni, mpaka baadaye tulivyopanda mjumbe akawa yupo. Sasa tukampa taarifa, na yeye akaendelea kusambaza taarifa, na watu jana ule usiku wakaja, lakini hawakumpata. Kwa upande wake balozi wa mtaa wa Mbwa Mkali, Yona Samson amesema mara baada ya tukio hilo, aliitwa kisha kufika katika eneo la tukio askari wa kikosi cha uokoaji jijini Tanga, na wao walikuwa wamekishafika lakini kwa sababu ya ongezeko la mamba, wakashindwa kuingia kwa usalama wao. Mara baada ya hapo wao wameondoka, tumeendelea kubaki hapa. Kuna baadhi ya wananchi ambao walijaribu kuingia hapo, walivyoingia wakazunguka zunguka humu ndani wakashindwa Kuendelea wakaondoka, wakaenda zao. Lakini sisi tangu asubuhi tulivyokuja hapa, kuna mamba ambaye alikuwa anaendelea kusumbua maeneo yale pale. Kwa hiyo ule mamba alisumbua sumbua sana pale, alibuka sitini ya mara tatu, lakini baadaye alitulia. Wao wamesema kwamba hapa wameshindwa kuingia kwa sababu hii sehemu sio salama, kwa haiko salama kwa upande wao. Kufuatia hat hiyo, mkaguzi msaidizi wa kikosi cha uokoaji jijini Tanga, Hussein Mahmud, amesema mara baada ya kufika eneo hilo walikuta wananchi wameopoa mwili huo kisha kutoa rai kwa wananchi. Naomba kutoa rai kwa wananchi wanaoishi maeneo ya mito na maeneo ya maji zoi ma maji kuchukua tahadhari, kwa maana hata kama kuoga ni wawe zaidi ya mmoja, ili ikitokea tatizo waweze kwa mwenzao kujiokoa, asiende mmoja mmoja kutoka hapa katika eneo hili la mto Zigi ambao lipo katika eneo hili la Mbwa Mkali katika mtaa wa Kongwa uliopo kata ya Mzizima jijini Tanga, ni William Mgazija, ITV.